Mambo vipi mpenzi mtazamaji, kwa majina naitwa Sadi Ramazani Rugue ni eh, katibu mkuu wa taasisi ya madereva nchini Tanzania, Tanzania Institute of Long and Middle Distance, Truck and Bus Drivers. Aa, tuko hapa kwa ajili ya kuzungumzia mambo mbalimbali yanayohusu tasnia yetu ya madereva nchini Tanzania. Kipindi chetu hiki kinaitwa Maisha ya Dereva Nyuma ya Pazia. Sasa hivi tasnia yetu imekua sana tasnia yetu imekuwa, kila siku kuna maingizo mapya ya madereva, lakini pia kuna changamoto mbalimbali mbali, ambazo ikiwemo ajali na mambo mengi ni mengi ya uvunjaji wa sheria. Wewe kama mdau, wewe kama dereva, unazungumziaje mwenendo au matukio haya ambayo yanatokea katika tasnia ya madereva? Je, mfumo wa ajira za madereva ukoje? Kama mfumo ni mzuri ama mbaya, kama mfumo mbaya huo ubaya au hayo mapungufu ndio anasababisha hizi ajali zitokee, ama eh, uharifu utokee? Kwa, kwa kifano eh, tumekuwa tukishuhudia mara nyingi sana baadhi eh, ya madereva wachache waliokosa uadilifu wakisafirisha wahamiaji haramu. Lakini tumeshuhudia baadhi ya madereva wachache wa, wa, wa ambao hawana uadilifu wakisafirisha vipodozi na vitu vingine vingi sana eh, katika eneo letu hili au tasnia yetu hii ya madereva, tufanye nini kuhakikisha kwamba haya yasifanyike? Lakini tu eh, kwenye upande wa mikataba ya ajira, sisi kama madereva hawa ambao baadhi ya matajiri hawafuatilii ama hawatoi mikataba ya, ya ajira, je, wao wako juu ya sheria? Wao wako juu ya mamlaka ama, ama vipi? Kwa sababu kama tutaendelea kuiacha tasnia hii ibaki iendelee kuwa hivi, maana yake tunaenda kutengeneza matatizo katika taifa letu. Ni mimi Sadi Ramadhani. Tasnia ya madereva imekuwa sana, lakini pia kuna changamoto mbalimbali mbali ambazo zipo kwenye tasnia yetu. Kuna mambo ya uchumi wa madereva, lakini pia kuna mambo ya kiusalama katika E, utekelezaji wa majukumu yetu sisi kama madereva nchini Tanzania. Tuko pamoja, naomba usitoke tuendelee kupata kinachoendelea.